Na ukiangalia kwa yamba ya mbayo yanazungumzwa hivi sasa na baadhi ya wadau wa soka na mashabiki mbalimbali mbali, <coughs> tukianza katika athari ya chanya, Simba Sport Club mechi yao kutinga ya kutinga hatua ya fainali waliifunga Stellenbosch katika uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar, kwa maana ya kumbukumbu kumbu, wamekuwa na matokeo wa mazuri pale visiwani Zanzibar. Lakini pia jambo nyingine ni kwamba hawajapoteza mchezo pale Zanzibar, lakini jambo nyingine katika eneo la, la, la, la, la, la chanya, kijiografia sio mbali na Dar es Salaam lakini ni karibu, si ndivyo? Ina maana kuna watu ambao wana uwezo wa kwenda eh, Zanzibar na kutazama mchezo. Na jambo jingine ni kwamba uh, unazungumzia ki overall performance ya Simba hmm, hii na kumbukumbu za Simba uh, kule Zanzibar, ukiangalia katika mashindano mbalimbali mbali, utakumbuka uh, katika mchezo wa mwisho Uh, katika kombe la Muungano waliwafunga Azam Complex au waliofunga Azam FC si ndio? Kwa nini kumbukumbu na rekodi tunazungumzia, kwamba hawana takwimu mbaya au hawana kumbukumbu mbaya visiwani Zanzibar katika upande wa athari chanya. Lakini ukigusa katika eneo la athari hasa sasa ndiko ambako watu wanakuja kuzungumzia zaidi, kwa maana ya kwamba wanatazama jinsi ambavyo uwanja Benjamin Mkapa ungeweza kuhusisha mashabiki wengi zaidi, lakini sio kwamba tu ni mashabiki, lakini wameshauzoea kuutumia katika nyakati ngumu na wanafahamu kwamba huwa unabeba una uh, historia yao kubwa zaidi, na wao tayari wameanza kujipanga kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini ukiangalia mojawapo ya athari nyingine ya hasi ni kwamba wanakwenda kupoteza faida ya home ground. Unajua uwanja wa Benjamin Mkapa ni ngome ya Simba, Musa Kawambo, hmm. hata kama Uh, ni kwamba, uh, zanyi, lakini, ni kwamba Amaan Complex ni kwamba Tanzania lakini Benjamin Mkapa imekuwa ni kama ngome kubwa ya, ya Simba, na nakumbuka anakumbuka Idi Salum ulama uh, uh, anasemaga karibu kwenye uwanja wa Benjamin yani, yes, Mkapa huo umebeba tunasema ile historia kubwa na, na, na Simba Sport Club, kwa hivyo kuna kitu ambacho huwa kinaweza kuondoka, lakini unaweza ukazungumzia namna gani ambavyo imekwenda kutibua mpango kazi ambao huenda ue, ukawa haupo moja kwa moja ndani ya uwanja ukawa upo nje ya uwanja kwa maana ya kuhutumia uwanja Benjamin Mkapa mm. Na mimi nikiangalia sidhani kama inaweza ikawa ina afya njema sana mm -hmm. Ikiwa kama kafu tayari wamethibitisha wame kwamba mechi ipo New Amaan Complex, kwa ina inamaana kwamba huu ni muda ambao yawezekana, sasa ndio nyakati za kutengeneza saikolojia mpya ya kuamini kwamba wanaweza kupata matokeo mazuri kwenye kwenye uwanja wa wa wa New Amaan Complex Zanzibar, so mm. huu uh, ni muda ambao nikitazama hili jambo sidhani kama lina afya njema kwenye mechi ya kwanza kwa mm. sababu ukiliangalia hili swala ni kwamba linakwenda kupoteza kwenye maandalizi ya nje ya uwanja. Maandalizi ya nje ya uwanja yamebesi katika vitu vifuatavyo, kwanza mentality kutengeneza eh, saikolojia nzuri ya winning mentality katika nje ya uwanja inamaana kwamba kama uh, imeshakwenda kuwafanya hadi baadhi ya viongozi wa klabu kwenda kwenye uwanja fulani kusema kwamba uwanja uko sawa sawa kupata sauti zao. Inamaana hii taarifa inaweza kwenda kuondoa ile ule umakini ambao Simba pengine wameenda nao kule nchini Morocco. Kwa hiyo hii taarifa ambayo inahitaji uh, viongozi wa Simba benchi la ufundi kuwa imara sana, wasivai taarifa kwa sababu katika mpango kazi wao wanauangalia mchezo ambao unakona kuanza mchezo wa mkondo wa kwanza. Kwa hiyo nafikiri, uh, mashabiki wabaki na huo mtazamo wao huko, lakini ninawasi viongozi wa Simba, wachezaji na bechi la ufundi, hii taarifa waweze kuiweka pending kwanza, wabaki na mpango kazi wao wa mechi inayofuata sababu